Unawo jasiri wa kwenda kumnyoa ndugu yako mwenyewe ambaye ameshakufa ukaja kumuuzia mtu mwingine, unawo jasiri? Nimekuambiaje eh? Tumia akili yako ipasavyo, usidanganyike. Usichukuliwe tu na elimu tu ya watu tu kwa sababu anajua kitu fulani, kapiga kapofa, tutatengenezaje utaniambia ina maana mtumishi kushonewa? Unaweza ukasema mtumishi ina maana kushonea mawingi, sio soza chochote, hata Shetani, hata Shetani mwenyewe hatawezi kuongelea biashara Amen, amen, za watu. Ani, kuna vitu vya msingi sana, yes, sana uzazi wa mpango, amina, yes, ni kufanyaje? Kitu kinaitwa kitanzi, ndio. Tafsiri ya kitanzi ni kufanyaje? Kufunga, siku nyonga, yes hivyo. Mbona vizungumziwi? Mungu kasema zaeni mkaongezeke. yes mpango wa kuzimu kuzaa watoto mwisho ni wangapi? Watatu ndio, na uwezo wa kuamiliki kwamba kizazi cha kwanza cha pili Diyo, na cha tatu. Ukizaa watoto zaidi ya watatu kuzimu anakukataa, wanasema sababu, wanasema yule mtoto kuanzia wa nne na watano wanakuja kuwasumbua. Nakumbuka waliokuwepo ule mfano, alitolewa mfano kama nani, wakasema mfano kama huyo, unakumbuka huyi eh? Malikia wakusuma wakasema hivi huyo malikia anaotoa wak... utajiri kwa watu, anakwambia hawa watoto ambao wanazaliwa mwaka wa nne wa tano wanatusumbua sana. Hao kwanza tuwatati, ndio maana tumeweka mpango, ukiweza kuzaa katoto kamoja vizuri, tuwili vizuri, lakini ukizidisha sana tutatu ktkasikia kujipanga kujipanga Yes. Kinaongelewa you... lakini wewe sasa ukipaka, yeah, langi hapa you... unambona napaka nini? Uanja yes, ni chakula cha majini mimi si ali chakula kikubwa cha majini ni wanja. Yes. Wa Amen. Aya ina ni chakula cha majini. Umenisikia? Ndiyo baba. Lakini nani muanzilishi wa hivyo vitu, anaitwa Azazeli. ote kwa sehemu, kwa sababu nikiwaambia wote tutakesha yeah. Jamani, kuna mapokeo ya wanadamu yes. Kuna mapokeo ya dini yes. Kuna mapokeo ya madhehebu yes. Kuna imani ya kweli, kuna imani potofu yes. Sasa nikianza kuelezea haya aukwa sehemu isikanikabelezealakiniukiauh na kimwili tuingie kule maandiko sasa, kuanzia Zaburi kumi na nane Zaburi kumi na nane mstari wa nne mstari wa nne Zaburi kumi na nane mstari kwanza wa nne wa nne, neno la Mungu linasema. Kamba za mauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka. Ni nini? mwingine wewe nisomee kitabu msomaji mwingine, wewe tulia kwa hapo. Msomaji mwingine, wewe hapo nisomee kitabu cha Samweli wa pili sura ya 22 mstari kuanzia watano. Sasa jiulize swali, kama kuzimu ni kamba, mauti ni kamba, amen, alafu hiyo kamba yenyewe imekuzunguka, maanake imekufunga, amen, Bwana Yesu Unaposema unaenda kuzimu wakati umeshafungwa hapo nenaa cinalaiswa nna chitawa wewendiomana atilia wanaopanda mlimani wakirudi na mapepo ya kutosha. Akifika kule mlimani kule, ndoa yake itavunjika akitoka kule mlimani kule, kazini atafukuzwa. Fatilia watu wanaopanda mlimani. Nikwambie na zamani, mimi nikwambia tu ukweli, nisikia watu wanasema hey, zamani, enza zamani, wote walikuwa wanaenda mlimani. <laughs> <laughs> <laughs> Zamani watu walikuwa wanapanda mlimani kwa sababu hapakuwa na majengo. Amen. Uchumi ulikuwa ni shida. Amen. Bwana asifiwe. Yes. Sasa kama mtu alikuwa ameokoka na anatembea kiatu kimepinda, suruali anachodia hivi mkono, atapata unanili um, kweli. Kwa anaenda mlimani anakaa huko kushaka kwenda mlimani ugato na joka huko. Eh? Yule mgerasi yule alikuwa anapiga kelele mlimani. Mimi nataka nikupe. Fanya uchunguzi kwa watu wanaokuambia ninapanda mlimani. Ndio. Wewe unenitazama, wewe yes, unenisikiliza. Amina. Wakija kurudi, Ndio. Anza kufuatilia maisha yao. Uwape siku tisini au siku arobaini na tano. Utakuja uniambie. Hakuna mlima mzuri kama mlima wa maombi kwa sababu, ngoja nikwambie. Wanasema Yesu akapanda mlimani. Yesu akapanda akapanda mlimani, alikutana na Mungu alikutana na Shetani. Aya, Musa alipanda mlimani, aliporudi huku chini alikutana na wana Israeli wamekuwa watakatifu, wametengeneza ndama. Endelea kupanda mlimani, endelea kupanda mlimani. Ukitaka kwenda kupanda mlimani, nenda mazabauni kiongozi

So m uh -huh. Kamba za mauti zilizonizunguka, kamba za mauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu ya kanitia hofu, kamba za kuzimu zilinizunguka, uh -huh. mitengo ya mauti ikanikabili. Nilimuita nani? Nilimuita Bwana. Nenda Zaburi ya hamsini sura kumi na tano sura kumi na tano, eh.

biashara zako zinakutetea yes. nasema hivi ukipata tatizo tunajifunza kwa mfalme hezekia alipokutana na tatizo la changamoto la kuugua hmm. aligeukia ukuta alikuwa na uwezo wa kuwaita madaktari nchi nzima kwamba njoni mje mnitibia yes. alikuwa na uwezo kusafiri lakini ukuta. wa kusafiri nchi yoyote lakini aligeukia ukuta mauti sema kwa jina la Yesu inakukataa wewe mauti, wewe kuzimu. kazi kubwa ya mauti ni kutunza ni kuua, kazi kubwa ya, kuu, ya mauti ni kuua, kazi kubwa ya kuzimu ni kutunza. hali kazi inayofanya kuzimu na mauti ni roho. Bwana asifiwe. Okay. Ali kuzimu na mauti ni nini? Oh. ni roho afu kazi wanazozifanya huwa wanaambatana, ni marafiki wezi. Yes. kawatenga you... Niziko... mauti, mauti ya kiua kuzimu anatunza

Kwa wewe, Neno la Mungu linasema, uh-huh. Nawe Kapernaum, nawe Kapernaum, je, utakuzwa mpaka mbinguni? Utakuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu? Utashushwa mpaka kuzimu? Kwa kuwa kama miujiza, kwa kuwa eh, ndiyo soma hapo. Anasema kwa kuwa kama miujiza, eh, uh-huh. Iliyofanyika kwa hapo, eh, uh-huh. Katika Sodoma, eh, ungalikuwa mji, mpaka leo mji ungekuwa hapo. Yes. Uh -huh. Walakini na wambieni, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake. Walikuwa ushoga ushoga ushoga kama ushoga. Yes. So, tuangwa, yes. tuangwa Wanaisa safi. Amen. Wanaisa safi. Nakwambia tena ushoga sio mpango wa Mungu ni mpango wa kasiri. Amen. Kwa maisha yako. Kwa maisha yako. Hijija kwavia wazi. Ndio. Hata ushoga. Tunjisikia. Unalisikia? Amen. Hadithi hizi zimekuwa ni afadhali kumlinda mtoto wa kiume kuliko wa kike. Hata mtoto wa kike.

watu wakifanya ushoga wao ndio wanapata nguvu kwa sababu Mungu anakuwa mbali, Mungu anakuwa kalimi uovu, afu wao wanaweza kutawala sasa hapo. Kumbe utakatifu ukiwepo, Shetani anakosa nafasi. Jitahidi sana kwa maisha yako kuombea watu. Bwana Yesu asifiwe eh? Eh, msomaji endelea eh. Walakini na wambieni utakuwa uh -huh. na rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake siku ya hukumu kuliko wewe yaani Sodoma na Gomora ilisha okay. hukumiwa ukataata cha Luka moja kuanzia mstari wa saba. Nasema wakati ule Yesu akajibu akasema uh -huh. nakushukuru baba, nakushukuru baba, Bwana wa mbinguni na nchi baba. Bwana wa mbingu na nchi. Kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na, na wenye akili walifichwa Ngoja tukufundisha. Amen. Kwa maisha yako bila Yesu we si chochote. Amen. Bila Yesu we si chochote. Narudia tena. Acha watu waone ni mjinga uji chochote. Lakini bila Yesu we si chochote. Amen. Fanya Yesu kuwa wa kwanza. Amen. Fanya kuwa Yesu kila kitu. Amen. Ukiamka asubuhi, wa kwanza kumwaza kabla kuanza kikombe cha chai mwanze Yesu. Amen. Unapokula mkaribishe Yesu. Si ni roho yule. Yesu anasema mimi nitakaa ndani mwako, nitakula pamoja na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kokoto utakapokwenda, kokoto utakapoishi, utakapokaa, usisahau neno hili, Mungu awe kwako kwanza. Amen. Usimwone Mungu kwako kwa ni wa ziada, ukipata shida ndio unakwenda yes. yes. kwake. Amen kusimu itakumeza yes, itakuacha kama ukiwa mbali na Mungu itaindi sana kusogeleaulh itaindi sana kumwangalia Mungu kulimeshaya one kwamba Mungu ndio kila kitu. Watoto wako waweke mikononi mwa Mungu, mikononi mwake mwa kuna uzima, mikononi yes, mwake kuna kila kitu, kuna afya, yes, kuna roho, kuna ushindi, yes. Eh. Yes. Eh. Yes. Eh. Kwa kuwa mambo haya aliwaficha wenye hekima, kwa kuwa mambo haya alificha wenye hekima na akili. Ukawafunulia watoto wachanga, ukawafunulia watoto wachanga. Naam. Naam. Baba. Baba. Kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Mbele zako, mbele zako. Akasema, akasema, nimekabidhiwa vyote na baba yangu, nimekabidhiwa vyote na baba yangu, wala kuna mjuaye mwana aa, ila baba ila baba, wala kuna mjuaye baba ila mwana ila mwana, na yeyote ambaye mwana ampenda kumfunulia, na yeyote ambaye mwana ampenda. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na mwenye na wenye kule kuna mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu ikio nira yangu mjifunze kwangu uh -huh. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Haleluya, haleluya, nikiwa nisoni